Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania. Karibu katika kipindi chetu cha simulizi za ujasiriamali kinachotangazwa na Tan Business Channel Online Television siku za Jumapili saa mbili 2 usiku. Leo tutaangalia kama mambo ambayo yalisababisha duka la vyakula la James kufilisika. Kwa hiyo kichwa cha habari ni kuwa, unafahamu mambo yaliyosababisha duka la vyakula la James kufilisika? Kuna baadhi ya wafanyabiashara wanafanya makosa mengi wakati wa kuanzisha biashara. Unapofanya makosa mengi wakati wa kuanzisha biashara, matokeo yake ni biashara kuyumba na hata kufilisika. Sasa kwenye video hii nitaeleza jinsi ambavyo James ameshindwa kuepuka makosa kumi na mbili ambayo yamesababisha biashara yake kufilisika. Sasa kipindi chetu hiki nitaeleza makosa hayo kumi na mbili aliyofanya, lakini sitakueleza e, majibu au ufumbuzi wa hayo makosa aliyofanya, isipokuwa kipindi kinachofuata nitajaribu kukueleza majibu au e, majawabu kuhusiana na hayo makosa aliyofanya. Kosa la kwanza ni kuwa hakuchagua sehemu nzuri ya kuanzisha biashara ya vyakula. Kosa la pili ni kuwa hakuchagua kundi la wateja la kuwahudumia katika hiyo biashara ya vyakula. Kosa la tatu ni kuwa hakufahamu mahitaji ya wateja wake hasa yanayohusiana na bidhaa za vyakula. Kosa la nne ni kuwa hakuwa na bidhaa za kutosha pale dukani kwake, yaani hakuweza kupata bidhaa ambazo zinatosheleza mahitaji ya wateja. Kosa la tano ni kuwa hakufanya makisio sahihi ya mtaji wa biashara unaohitajika kwa ajili ya kuanzisha hiyo biashara ya vyakula. Namba sita, hakuwa na hamasa ya kutaka kufanikiwa katika hiyo biashara ya duka la vyakula. Kosa namba saba ni kuwa hakufahamu mahali ambapo anaweza akanunua bidhaa kwa bei nafuu na zenye ubora unaokubalika, yaani hiyo ilikuwa ni tatizo kwake. Kosa la nane ni kushindwa kuweka vivutio kwa wateja wa biashara ya vyakula yaani, ameshindwa kuweka vivutio pale ambavyo vingeweza kuwafanya wateja wengi waje kwenye biashara yake. Kosa la tisa ni hakuajiri wafanyakazi ambao wenye uzoefu katika biashara na hasa hii biashara ya vyakula. Kosa la kumi ni kutokuwa na bei ambazo ni nafuu kuhusiana na vyakula ambavyo alikuwa anauza, yaani bei eh, za vyakula ambazo alikuwa anauza yani, ziko juu ukilinganisha na maduka ya jirani zake. Kosa la kumi na moja ni kuwa alianzisha biashara bila kutengeneza business plan. Sasa hili ni kosa ambalo baadaye limekuja kuleta matatizo kwenye biashara yake. Kosa la 12 na la mwisho ni kuwa hakuwa na utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara. Kutotengeneza hesabu za biashara kumechangia kwenye matatizo ambayo ameyapata kuhusiana na biashara yake. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha simulizi za ujasiriamali mali ambacho kwa sasa hivi kinatangazwa siku za Jumapili saa 2 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na karibu tena.